Kule nchini Korea ya Kusini, katika kijiji kidogo kilichoitwa Mwembe, aliishi mama mmoja mwenye jina la Kassia. Alikuwa mwanamke mwenye moyo mwema, lakini mwenye huzuni kubwa moyoni mwake. Kila siku alitamani kuwa na watoto, alitamani sana kusikia sauti ya mtoto ikilia nyumbani mwake, lakini bahati haikuwa upande wake, kwa sababu alikuwa tasa. Kila mara alipowaona wanawake wenzake wakiwa na mimba au wakibeba watoto wao warembo mgongoni Machozi yalikuwa yakimtiririka kimya kimya usoni mwake. Alijihisi duni, mwenye upweke na asiye na maana katika jamii yao. Siku moja, jua lilikuwa kali na upepo mdogo ukivuma kutoka mashariki. Kasia aliamua kwenda mtoni kama kawaida yake kutuliza mawazo. Alipofika pale, aliweka ndoo chini na kuanza kulia kwa sauti ya huzuni akisema maneno mazito, ee Mungu wangu, nifanyeje ili nami nipate mtoto? Nimechoka kuona wenzangu wakifurahia uzazi nami na kaa peke yangu kila siku. Maneno haya yalitoka kwa uchungu mkubwa. Ghafla maji ya mto yalianza kutetemeka kana kwamba kuna kitu kinaibuka ndani yake. Kutoka kwenye maji nyoka mkubwa mweusi mwenye macho mekundu aliibuka taratibu. Kassia alirudi nyuma kwa hofu, lakini sauti ya nyoka iliongea kwa utulivu, usiogope Kassia, nimekuja kukusaidia. Unataka mtoto, sivyo? Kassia alitikisa kichwa huku machozi yakiendelea kumtiririka. Nyoka yule alimpa unga wa ajabu uliokuwa umefungwa kwenye kitambaa cheupe na kumwambia kwa sauti nzito. Kabla hujapika uji, kojoa juu ya unga huu kisha changanya na unga wa kawaida. Ukipika uji huo, yule ambaye atakunywa atakuzalia mtoto. Kabla Kassia hajamuuliza maswali zaidi, nyoka alitoweka ndani ya maji kwa kishindo. Kassia alibaki akitetemeka, lakini moyoni alihisi matumaini mapya. Alirudi nyumbani kwa haraka akiwa na kitambaa kile mikononi. Kesho yake aliamua kufungua kibanda kikubwa karibu na sokoni na kuanza kuuza uji. Uji wake ulikuwa mtamu sana, harufu yake ilivutia kila mtu aliyepita karibu. Wanawake kutoka kijiji kizima walimiminika kwake, wakinunua uji kila siku. Habari ya uji wa Kassia ilienea haraka kama moto wa nyika. Watu kutoka vijiji vya mbali walianza kuja kuonja uji wake maarufu. Miezi miwili baadaye, jambo la ajabu lilitokea: kila mwanamke aliyewahi kunywa uji wa Kassia alianza kupata mimba. Wengine walikuwa tasa kwa miaka mingi, wengine hawakuwa na waume, lakini wote walijikuta wakiwa wajawazito. Wanaume wa kijiji walikusanyika kwenye uwanja, wakijadili jambo hilo kwa hofu. "Hii ni miujiza au ni laana?" aliuliza mmoja wao. Lakini hakuna aliyeweza kuelewa kilichokuwa kimetokea. Kwa upande wake Kassia alifurahia sana, aliamini kwamba hatimaye ndoto yake ya kuona watoto imekamilika. Kila siku wanawake wajawazito walimtembelea nyumbani kwake, wakinywa uji na kucheka naye. Nyumba yake ikawa kituo cha furaha. Lakini muda wa kujifungua ulipowadia, mambo yalianza kubadilika. Wanawake wote waliokuwa wamekunywa uji wa Kassia walijifungua siku moja wengi walizaa mapacha, wengine watatu kwa mara moja. Kilio cha watoto kilijaa kijiji kizima usiku na mchana, lakini jambo la kushangaza zaidi lilikuwa kwamba watoto wote walifanana uso kwa uso, wote walikuwa na sura moja ile ile ya Kassia. Hata zaidi, watoto hao hawakupenda wazazi waliowazaa. Kila walipowaona Kassia barabarani, walikimbia kumkumbatia na kuacha wazazi wao wakisimama wakiwa na mshangao. Taratibu, Kasia alianza kuchanganyikiwa. Alilazimika kufunga duka lake la uji kwa sababu watoto wale walimfuata nyumbani na kuanza kuishi naye. Watoto hao walikuwa zaidi ya mia moja. Walilia kila usiku, walikula kila kitu alichokuwa nacho. Kasia alianza kukonda, macho yake yakazama ndani kwa sababu ya uchovu na njaa. Sauti za kulia za watoto zilijaa nyumba yake kila usiku kama wimbo wa huzuni. Siku moja akiwa amechoka kupita kiasi, aliamua kukimbia. Alipanga vitu vyake usiku na akaapa kuwa asubuhi atatoroka kabla watoto hawajaamka. Asubuhi ilipowadia, alienda taratibu kufungua mlango ili atoke kimya kimya. Lakini kabla hajafanya hivyo, watoto wote walifumbua macho kwa wakati mmoja kana kwamba walijua alichokuwa anapanga. Walinyanyuka na kuanza kumfuata nyuma kwa sauti moja wakilia. Kassia alipogeuka akaona kundi kubwa la watoto wakimkimbilia, alianza kukimbia kuelekea mtoni, moyo ukidunda kwa hofu. Watoto wote walimfuata nyuma wakilia kwa sauti kubwa kama upepo wa dhoruba. Alipofika mtoni, aliingia ndani ya maji akipiga kelele akiomba msaada. Watoto wote wakaingia nyuma yake wakizama ndani ya mto. Dakika chache baadaye mto ule ukatulia kimya, na maji yake yakaanza kukauka taratibu mpaka haukubaki hata tone moja. Tangu siku hiyo mto wa kijiji cha Mwembe haujawahi kuwa na maji tena. Kitu pekee kilichobaki ni alama za nyayo ndogo ndogo za watoto zenye kuonekana kwenye mchanga kando kando ya mto. Watu wa kijiji wakaanza kuamini kwamba mizimu ya watoto wale bado ipo pale, ikisubiri mama yao Kassia arudi. Hadi leo watalii kutoka sehemu mbalimbali za dunia huja kuona nyayo hizo na kusikiliza hadithi ya mama aliyetamani watoto, lakini matamanio yake yakamwangamiza. Na hivyo ndivyo simulizi ya Kassia wa kijiji cha Mwembe inavyoishia.